Kwa majina mi naitwa Janeta Kibaden. Kiukweli mimi nimesimama hapa nikuongea upande unaoishi una usikana na maji. Maji tunahangaika sana na maji, hatuna visima kabisa vya maji. Tukienda kuchota, kuna wadudu wengi kuchukua yale maji, kuchota yale maji. Tukichota maji tunakutama wadudu wengi nakutana ni foleni, foleni yani watu tupo wengi, tunataka maji kutoka vijiji mbalimbali mbali. Ukija kuchota maji, ukija asubuhi kupata maji ili upate dumu lililojaa kabisa, umekuja asubuhi kama saa moja mfano kupata maji mpaka saa sita, yani sisi tuna shida ya maji sana, unakutana kuna vidudu, viz, vile vidudu vya kwenye maji sijui vinaitwaje tunahangaika sana na maji na wala hatujui tu tumlilie nani wala tumweleze nani. Hata tukiwaambia nanili serikali hatupati nanilii, hawasikilizi hata nanili. Hoja hawa zetu, kwa jina naitwa Gwasa Obed Luvako, kero langu ni kero la maji kweli. Kama mwenyekiti wetu wa kitongoji alivyoongea, tuna tatizo la maji, visima alivyoongelea ambavyo vilitengenezwa siku za nyuma visima hivyo vishaharibika. Sasa hivi tunatumia maji ya kwenye vidimbwi. Vidimbwi hivyo uki, uki, ukienda kuviangalia, yani hata wanyama hawastahili kutumia maji hayo. Magonjwa yamekuwa mengi, tukienda hata hospitalini wanatupima wakitumia wanatukuta kuna magonjwa mengi. Ninahofia in, kuwa tunaweza kuyapata kwenye maji hayo. Tunaomba, kama serikali, serikali itusaidie e, tupate maji mazuri, sasa hivi tuna maji mazuri. Kwa majina yetu Violet Peter Gahiga mkazi wa kitongoji hiki cha Kigarama kuhusu tatizo la maji. Kama sisi wakina mama tunapata shida tunapoenda kuchota, maana unaweza kuenda kama sasa hivi saa saba sasa, halafu nakuta yani, inaanzia hapa hadi kule. Kwa hiyo tunashinda pale kazi zenye, yani tunashindwa hata kufanya kazi zetu za maendeleo, maana tunatoka pale mponi jioni. Kwa hiyo mimi kama mkazi wa hiki kitongoji na kutokana na hii shida ya maji ambayo, ambayo tunaikumbana nayo kwa, naomba kweli serikali tusaidie iweze kutujengea visima vya maji. Mimi kwa majina naitwa Mali Eni Rahimla, ni mkazi wa kitongoji cha Kigarama kijiji cha Murama kata ya Bukiriro. Tatizo la maji limekuwa sugu, kila vikao vya VDC na ODC tunajaribu kutuma wajumbe, lakini hatuletewi matokeo. Tulia kupendekeza kwamba angalau wavute maji kutoka Mkijama ambako kuna chanzo cha kudumu cha maji, lakini matokeo kwa sababu ya population, ya watu kuwa wengi na bado kijiji hiki hiki kitongoji kunyima hadhi ya kijiji imepelekea malalamiko yetu kutofanywa kazi, ambacho kijiji hiki tukipeleka malalamiko, nadhani kwa makabrasha huwa kule wizarani au halmashauri hatu kilio chetu hakifiki. Ukiangalia hapa tunakaa zaidi ya mia nane, lakini visima tunavyovitumia vya maji ni, vitum, ni visima ambavyo vilichimbwa na wananchi kwa nguvu zao wenyewe na mpaka sasa hivi vinavyoharibika, inabidi mwananchi wa kawaida hana utaalamu wote ule, lakini anahangaika na viongozi wa kitongoji hiki kuchanga michango kwa ajili ya kuboresha vyanzo hivi ambavyo ni, ni vidimbwi kuviwekea uzio wa matofali au mawe ili tupate angalau maji ambayo hawezi kukanyagwa na ng'ombe. Lakini kwa jumla kuu maji tunayotumia tunashiriki na wanyama, ambacho inapelekea watu kugua mataifodi, na huduma hata za afya zenyewe zinasuasua kwa sababu leo naenda hospitali, kesho kendo na fukuzi, naambiwa kwamba au magonjwa yenye melezi, natoa wapi? Kumbe chanzo na tatizo ni kwa ajili ya huduma ya maji ambayo si salama wala safi. Kwao tunaomba serikali kama inawapenda Watanzania walioko kitongoji cha Kigarama waelekeze nguvu zao na macho ya pili au ya tatu waje wakague uhalisia. Kwa mfano ndugu mwandishi wa habari leo hii tukikunua hapa tukakupeleka kwenye visima vyetu nadhani hata tuomba maji hapa utatoka umeugua. Kuna kauli imezoeleka kwamba mtakiugua typhoid naweza kufikiria kwamba labda amepewa sumu. Kumbe ni tatizo la minyoo. Huko chini kumbuga tuwe kuchukua sampu halmashauri tukakuta kuna minyoo midogo midogo, wataalamu walituambia sijui ni scales. Sasa sisi wataalamu kwa hali hiyo tunaomba hata serikali tuma wataalamu kupima hayo maji, maana muda wote magonjwa ya mlipuko yanaweza kutokea. Kwa ufupi, kwa majina yanaitwa Sheri la Ulenti Ndayase, mwenyekiti wa kitongoji hiki cha Kigarama. Kuhusu tatizo la maji ni la muda mrefu tangu tuingie humu kwenye kitongoji hiki, tangu mwaka elfu moja mia tisa themanini na tano maji hatuna. Na baada hapo kuanzia kipindi hicho maji tunayotumia ni maji ambayo ni sawa, tunashiriki na mifugo ya ng'ombe. Lakini humo katikati tulipata wafadhili, wakaja wakatengeneza visima vya maji, na hivyo visima vya maji ni takriban viko visima kumi. Katika visima kumi, vinavyofanya kazi vizuri ni kisima kimoja tu. Vingine vimeshaharibika, watu tunakunywa tu ili mradi. Kwa hiyo mpaka dakika hii, hususan ni nani, kitongoji hiki tatizo la maji lipo. Kwa hiyo maji tunayokunywa sio safi na salama.